Asante na karibu ndani ya nukuu ya matumaini majira haya ya asubuhi. Mathew Ndeva hilo ndilo jina langu. Karibu kabisa ndani ya nukuu ya matumaini. Katika nukuu, usijisifie kwa ajili ya kesho, kwa maana ujui yatakayozaliwa siku moja. Usijisifie kwa ajili ya kesho, maana ujui litakalozaliwa siku moja Leo hii kwa sababu uko leo, jitie tu matumaini kwa ajili ya kesho, ya kwamba kesho imo mikononi mwa Mungu na Mungu ndiye anayeboresha kesho hiyo. Uso wako unafanana sawasawa sawa na jinsi unavyotazama ndani ya mto ama bahari ama ndani ya maji. Nitamanio letu ya kwamba moyo wako ufanane hivyo hivyo jinsi uso wako unavyofanana, na siku zote Mungu akufanye kitu kinachofaa machoni pa watu. Ndege ndege aliumbwa na Mungu, na yeye anaishi kwa imani siku zote. Ndege katika habari za maisha yake, anaamini aliko yuko salama siku zote. Maana unapomtazama ndege katika uumbaji, yeye huishi kulingana na kutegemea mahali ambapo wengi wanapoishi, juu ya viota na ni juu ya mti yo mti mti ule ni kwa sababu umetunzwa na kuwekwa pale kwa ajili ya kuzaa matunda na mwenyeji, lakini ndege hujenga pale kiota chake chumba na kuamini ya kwamba yuko salama. Anapoondoka na kurejea, anaamini tu ataipata chumba chake kingalikiko pale kiota chake na kuishi vizuri. Ndivyo ilivyo nasi duniani leo, hii tupo na kesho tuweza ondoka. Tuondoka tukiwa salama na njiani tunaweza baki kule. Wacha Mungu akabaki mwaminifu katika hatua zako za, za kila siku, maana hatuwezi jisifia kesho. Kesho imo mikononi mwake aliyetuumba. Siku zote angalia, upepo uvumapo, uwezi jua barabara yake, lakini unapo upepo uvuma tuna kupita, na mwisho unapoelekea unafika salama. Nasema na nini katika habari za nukuu ya matumaini asubuhi hii njema tena kupendeza. Inunue kweli wala usiuze nam hekima na maarifa na ufahamu. Inunue kweli wala usiuze hekima na maarifa itoke kwa Mungu. Ni nini unachokiona katika ishia na mawazo ya kila siku ya kwamba haiwezekani, unavosema hivi katika habari za nukuu e, eh, mwanangu, siku zote uvivu utamlaza mtu katika umaskini mzito, lakini mtu anayejituma na kujiweka tayari kwa ajili ya siku, kuna mafanikio mbele. Ndiposa nikaanza na habari za ndege ya kwamba huamka mapema kwa ajili ya riziki yake, na anafahamu ya kwamba atakapoamka mapema atapata kila atakachokula kwa ajili ya siku hiyo, na anapoondoka jua linapochomoza mashariki, anapoamka akitoka kiotani mwake nafahamu atakaporejea atawapata watoto wake wakiwasalama. Okay, akiwaletea kila watakachokula. Je, unaweza inunua kweli? Na je utakapoipata kweli utaiuza? Ishi ukiamini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, na siku zote hata kuwacha katika nyakati za mateso. Posa huo tunasema wakati wote mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Watakuja maadui kwa njia moja, lakini Bwana atawasambaratisha nao wataondoka kwa njia saba. Utabaki ukiwa mwema tena mwaminifu. Bwana atakufanya kuwa taa, anga yako itaangaza, nyota yako itakaposhuka, na watu wataiona wazi na kusema, tulidhani amekwisha, kumbe Mungu yuko naye. Tulidhani ya kwamba hatafaulu lakini Bwana amemtunza mpaka leo. Kesho yako ni nzuri, usijisifie kesho, kesho imo mikononi mwa Mungu. Kazi yako wewe ni kuwa na matumaini ya kwamba Baba aliyoniletea leo hata kesho nitafika, atanifanikisha. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva, ndani ya idhaa ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Asante kwa wale ambao mnasimama kituo hiki kimaombi na tena kifedha, basi nalete kwenyu. E, namba hii pia unaweza simama na kituo hiki, na Mungu hakutende mema. Kichache unachotuma kwetu, tunasema asante tena sana kabisa. 45 61 46 8 hiyo ni namba yetu, 45 61 46 8 Tna namba yetu unaweza tuma ulichonacho, na itakuwa ni baraka sana. Sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Twende Shilo, bado pana matumaini. Hata kama mti umekatwa, harufu ya maji utachipuka tena. Na ndio nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva, asante na karimu.